Naam, mtazamaji, bwana Mwijaku. Mwijaku bwana amefanya jambo ambalo kidogo limewashangaza watu wengi sana huko mtandaoni. Mwijaku bwana tunafahamu kwamba ni mtu ambaye huaga sometime, anaropoka lakini, this time around, ni kama vile amekuja ha, kutoa habari ambayo imeshangaza watu wengi. Jana alisema kwamba uh, Misa Mobeto ana mimba ya ziziki ya mtoto wa kiume. Leo amekuja tena kupita na upepo mwingine huu wa Juxi. Maana unaambiwa kwamba Juxi bwana huko Nigeria ameenda tena. Inasemekana kwamba bado kuna shughuli kubwa ambayo itahapen pande hizo, na hii shughuli ya, ya Jux na mkewe Priscilla ni kama vile ndoa inafanyika tena kwa mara nyingine. Kwa hiyo ni kwamba jambo lao ndo kuanza kama linaanza, umeona bwana eh? Tuliona lilitangulia li, then wakapose kidogo, tukaona mambo yakiwa yakawa moto kidogo kwa upande wa kina Hamisa Mobeto na Ziki. Sasa Jux na mpenzi wake wameamua kama vile kurudia hili la kwao. Hivyo basi, kutokana na hayo ni kwamba kuna picha na videos ambazo zimesambaa huko mitandao zikiwa zinaonyesha Jux akiwa yuko na Priscilla katika photoshoot. Umeona bwana, inaonekana kwamba bado jambo linaendelea. Mwijaku amekuja kuzungumza la kwake, naye amepost hiyo video alafu akaandika kwamba E bwana kwa staili hii African Boy brand hii ni brandi ya Jux tunafahamu kwamba Jux ana clothing brand inaitwa African Boy. Sasa Mwijaku anasema kwamba kwa kwa staili hii African Boy brandi ikiendelea kuwepo, mniite mwanga. Hadi sasa kampuni ina deni la milioni mia tano kabla ya ndoa. Kampuni ilikuwa inamiliki hisa za milioni mia tano kwenye kampuni kubwa ya simu. All the best, lakini eh, tutakopa tu, tutakopa Tutakopa nduguzo, ameandika hivyo. Uh, huyo ni Mwijaku kwao. Mwijaku bwana anachodai ni kwamba hizi nshu ambazo zinaendelea kati ya Jux na, na, na Priscilla ni kama vile zinaanza kumtia, zinaanza kum, kumtia umasikini Jux no, anasema na kwamba moja kati ya vyanzo vikubwa sana vya uchumi vya Jux ni ile brand yake African Boy, na hivi vitu ambavyo vinaendelea bwana ni kwamba Mwijaku anaona kama vile Jux anatumia sana pesa, kwa hiyo ameamua kusema kwamba kumbe brandi ya African Boy inadaiwa. Sasa hatujui kama ni kweli au tu ni kwamba Mwijaku ameamua tu kuzungumza hivyo ili mradi e, watu wamzungumzie haijajulikana e. Kwa hiyo tutalifuatilia hilo pia kiundani, lakini hapa wadau wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano hapa Misrenia anasema kwamba, Mwijaku, kwa nini sasa, kwa nini sasa e, anasema kwamba okay, huyu ameandika kitu ambacho kile. Kuna mtu anasema, bwana mmoja Mwijaku umejuaje hayo mambo ya, ya biashara za watu au umeropoka? Kuna mtu anasema, bwana hawa watu wanapendezana bwana, eh masiara tuwacheni. Kuna mtu anasema, kiukweli unadhani kuoa eh, unadhani kaoa maskini. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu anasema, bwana huyu dada kaja kuwafundisha kuvaa dada zetu eh, sijui hiki alichokivaa leo ni bei gani? mwana huyu amekuja kuandika hivyo kwa sababu kuna abaya fulani hivi ambao alilivaaga huyu prisi lilitrend sana hapa Bongo, na sasa hivi ndio hilo ambalo likaja kuibua ugomvi kati ya Nifa na na Faima baada ya kuonekana kwamba lile abaya bwana linauzwa milioni. Alafu Nifa nae pia akasema kwamba yeye kwake kama, kama lile lile ambalo alilivaa Faima ambalo wote wameliona kwa mke wa Juksi